Nchi yoyote yenye watu ambao hawana maarifa hakuna maendeleo, na hata yakiwepo hawajui thamani yake. Mheshimiwa Rais amejua thamani ya maendeleo na akawathamini wananchi, na hatimaye anatengeneza miundombinu ili watoto wetu wapate. Wa maarifa ni kitu muhimu sana sana. Kwa upande wangu mimi kama polisi, ni jambo kubwa kwa sababu mtoto anapoelimika, tunapunguza vibaka mitaani lakini mtoto asiyeelimika ndio hawa ambao wanatusumbua mtaani, ndio vibaka, leo ndio wanafanya maandamano. Nichukue fursa hii kuwaomba na kuwasihi wananchi wenzangu, wasozibwe, tulinde rasilimali yetu hii ambayo Mheshimiwa Rais ametuona na akatupa, tukajengewa hizi shule watoto wetu wasome. Lakini sio tu watoto wakisoma darasani, wewe mzazi unaona ni jukumu la mwalimu peke yake na wewe una jukumu la kuhakikisha kwamba mtoto ameenda shule na amesoma, lakini akirudi nyumbani mpe malezi ya kwako ya Mtanzania. Hivi vitendo vinavyoendelea sasa ni matokeo ya sisi wazazi kutochukua nafasi yetu kwenye malezi ya watoto wetu. Mwisho wa siku watoto wetu wanakuwa vibaka, watoto wetu wanakuwa wezi, mwisho wanaenda kuandamana. Na kuandamana ni jambo la kawaida lakini kuharibu miundombinu ya serikali ni jambo lingine la tofauti kabisa. Ni watoto ambao wamekosa malezi. Kwa hiyo nawaomba sana, ili tuondoe wahalifu mtaani, hizi shule zinazojengwa tuzilinde, na watoto tuhakikishe wanasoma, lakini pia wazazi tuchukue nafasi yetu, tuwape malezi bora, na mwisho wa siku tupate kizazi bora cha baadaye.